Mwezi Oktoba umeanza kwa kicheko kwa watumiaji wa mafuta ya petroli na dizeli baada ya bei ya nishati hiyo kushuka kwa mara ya pili mfululizo. Taarifa iliyotolewa na Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji Tanzania ewura leo Oktoba mosi, 2025 imebainisha kwamba bei ya rejareja ya petroli ni shilingi 2752 huku dizeli ikiuzwa kwa shilingi 2704 kwa bandari ya Dar es Salaam. Kutokana na bei hizo, petroli imeshuka kwa shilingi 55 kutoka shilingi 2000 na ili na sini, 12, 7 iliyokuwa ikitumika mwezi Septemba na dizeli imeshuka kwa shilingi hamsini kutoka shilingi 2754 iliyotumika mwezi uliopita. Aweni hii inakuja ikiwa ni miezi miwili baada ya dizeli kupaa kiduchu kwa shilingi kumi, hali iliyofanya watumiaji kutoboa mifuko yao kujipatia bidhaa hiyo. Licha ya kushuka kwa bei ya mafuta nchini Tanzania, EWURA inasema bei ya nishati hizo katika soko la dunia na gharama za uagizaji kupitia bandari za Dar es Salaam, Mtwara na Tanga zimeongezeka. Bei za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini zinazingatia gharama za mafuta yaliyosafishwa FOB katika soko la nchi za Kiarabu. Katika bei kikomo kwa Oktoba 2025, bei za mafuta katika soko la dunia zimeongezeka kwa asilimia 2.8 kwa mafuta ya petroli asilimia tatu nukta sita tano kwa mafuta ya dizeli na asilimia tatu nukta tano saba kwa mafuta ya taa. Kwa upande wa gharama za uagizaji mafuta katika bandari ya Dar es Salaam zimepungua kwa wastani wa asilimia moja nukta tisa tano kwa mafuta ya petroli, zimeongezeka kwa asilimia mbili nukta tatu tisa kwa mafuta ya dizeli na hakuna mabadiliko mafuta ya taa. Katika bandari ya Tanga zimeongezeka kwa asilimia 6.38 kwa mafuta ya petroli na dizeli na katika bandari ya Mtwara zimeongezeka kwa asilimia 0.49 kwa mafuta ya petroli na hakuna mabadiliko kwa mafuta ya dizeli. Nukta TV.